Mimi kwa majina anaitwa Frida Sausi, au Mama Ravnis, na sali hapa hapa kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote Kinyerezi. Amen. Wamama wako mari hapa siku ya leo, wanakusikiliza. Tamani waambie nini Mungu ametenda kwenye maisha yako baada ya kufika mari hapa kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote na baada ya kukutana na mtumishi wa Mungu Profet Philbert Pasco. Karibu. Amina. Mimi hapa na shuhuda nyingi sana tusiku ya leo, si nianzie wapi nikaishie wapi? Mimi nina mtoto anaitwa Ravnes. Lavnes amenisumbua sana. Lavnes alianza kuumwa akiwa form 1. Lavnes kasumbua, alikuwa anasoma Dodoma shule moja anaitwa Kongwa. Ravnes alianzia matatizo huko huko Kongwa. Akienda shule tu anapiga simu. Wanasema mfateni mtoto anaumwa. Babake anaenda anamfata anamrudisha. Tunazunguka kwenye makanisa, tumezunguka makanisa mengi mno, lakini haikuwezekana. Ipo siku mtumishi Dorcas akaniambia, mashangazi, nakuomba uje huku Kigamboni, sehemu moja inaitwa Cheka, mlete na mdogo wangu rafu nisaji yaunene na mtumishi. Nikamwambia haya, tukaenda moja kwa moja mpaka Dicheka, nikamkuta baba. Baba akaniita, nikaenda pale, nikamsalimia Alivyokaa tu Lavunisi, baba akaniambia, mwanangu, naona mwanao kafanyia operation. Nikamwambia ndiyo baba, akaniangalia akaniambia, pole mama. Nikamwambia asante, akaniambia, unamjua kuna mtu anaitwa happiness? Nikamwambia ndiyo baba. yuko wapi? Nikataja mtoto wa babangu mdogo, akaniambia hapana, yupo happiness mwingine. Nikamwambia yupo happiness mtoto wa kakangu, akaniambia hapana Yupo Happiness mwingine, alikuwa kumbe ni Pastor Dorcas. Nikamwambia baba, mwingine iko hapo hapa, akaniambia naomba muite. Nikamwita, alivyokuja akasema ha, kumbe noe, noe Happiness kaambia ndio. Akaniambia mwanangu na kukabidhi familia itabidi uikomboe wewe pass Pastor, Pastor Dorcas akalipokea hilo tukaendelea. Tukaendelea Loveness, akaa na mambo mengi mno. Loveness katutesa sana. Ipo siku kipindi baba alileta maji ya kutakasa mikono, siku ya kwanza kabisa walivyonunua kile kidude, tunachokenda tuna nani pale, tunapita tuatakasa mikono, Ravnis akapita pale tukanaa mikono yetu tukarudi nyumbani. Siku hiyo Ravnis akaja akachukua mkeka wake mwenyewe ndani akatandika, akamwambia baba na mama, naomba mjimkai hapa. Tukakaa aambia baba na mama, naomba mnisamehe. Kaambia nini mwanangu? ba baba, nyie hamjui mie nachokifanya. Babangu, mimi navuta sana bangi, navuta mpaka dishisha uh. Babake alivyolisikia hilo, babake alilia sana. Mimi nikajipa ujasiri nikaa namuliza afu aafu, mnavonipeleka kule kanisani kwa profeti wenu simpendi kama nini uh. Nikamwambia sabama, usipompenda pata, usipompenda baba utampenda, mie simpendi, kwanzia leo sitaki kwenda Alafu mnanilazimisha niimbe praise yenu ni mimi sitaki, nishaambia ni mie sitaki. Sasa mie nikaangalia, kesho yake ilikuwa ni Jumanne. Sasa hapa kaambia mwanangu, twende kwanza kwa baba tukamwambie. Akaniambia haya, kaambia sasa mie natangulia kanisani kwenda kule. Akaniambia haya, nimefika hapa, ananipigia simu, anaambia mama, mie huko siji, nishakwambia huyo nani mtumishi wako mie simpendi. Wewe kwa nini unanilazimisha Nikamwambia, sasa mama, mimi nishafika huko tutafanyeje? Kambe, mwambie baba nichukue pikipiki inilete paka hapo hapo kanisani. Kampigia babake simu. Nikamwambia babake akatuma pikipiki ikambeba paka hadi hapa kanisani. Tukaingia kwa baba. Tukaenda kumwelezea baba. Baba akaniambia, mwanangu, hujui ni mambo mengi anayofanya Ravnes. Nikikwambia hapa, mwanangu, hutovumilia. Ravnes tutamwambia atakaa sawa. Wewe jua tu hilo. Nikamwambia ya baba.

sijui hata alikoendea, akaniambia nipe namba yake, nikampa namba yake. Sasa sijui alimpigia simu, sijui aliongea naye, sijui Pastor Adam akaniambia mama, mbona simuoni ravnis simu. Kaambia ravnis kapotea, siku nyingine simuoni, sijui alikoendea Rab, naye nikamwambia Adam mpigie simu, lakini ukipiga simu simpigie kwenye, kwenye namba yako, tafuta namba nyingine atapokea. Ukipiga kwenye namba yako hapokei. Kweli naye sijui alifanya hivyo, akampigia akamwambia aje, ndo akaja hapa kwa baba kaonana na baba. Baba sikio nasikia nchapa sana madhabahuni, akamwambia Lovelace, rudi kanisani. Lovelace akarudi. Sasa huko alikuwa anakaa. Lovelace alikuwa anakesha kuvuta bangi usiku kucha, anakwambia yeye. Yeah, alikuwa anakesha anavuta bangi anavuta shisha, Lovelace alikuwa anakunywa. Ikifika asubuhi anaondoka, afu na aanaondoka akisema jamaa na masela wake, anajua mwenyewe alikuwa anaenda kulala wapi yeye mwenyewe ndiye anajua. Sasa hapa nikaangalia, sasa tutafanyaje? Huyu rabu ni simbora anazidi mama Margaret. Kuna siku tukatawanyika kanisa, tulikuwa tumekaa pale, ilikuwa ni kipindi cha maombi yale maombi ya saa kila mtu masaa sita. Akaja akaniambia mama, namuomba rabu ni siku zimeisha zimebaki siku mbili tu mbele. Na muomba rabu ni siaje, kuna kitu atakuja kupokea rabu ni. Nikamwambia akambia haya, kabeba tuende nyumbani. Rabu ni sikagoma kambe, mimi nyumbani siendi, ndio hapa mpaka ni sababu kushaambiwa uje kanisani. Sasa utafanya je? Ashakwambia mama mie siendi nyumbani. Nikambembeleza bembeleza, nikamlazimisha akarudi. Nika Tulipoenda nyumbani sasa muda ukafika. Basi, twende tusindikize kanisani akisema mie siendi. Babake akamwambia mwanangu njoo nikupeleke na kupeleka, na, kupeleka, na pikipiki pa kanisani. Kakubali, kanyanyuka. Babake akamleta pakadi hapo mlangoni, kamshusha. Alipoingia kanisani, kweli namshukuru Mungu, Loveness kabadilika. Ravunesi yuko vizuri mpaka hadi leo ninapoongea, Ravunesi yuko vizuri. Baba, nakushukuru. Mama, nakushukuru, na watumishi wa Mungu wote wa Kanisa la Bwana Yesu wa Mataifa, yote ninawashukuru sana sana sana sana. Mmemsaidia sana Ravunesi. Ndiyo maana baba alisema wanangu kubalini kuminywa, ukiminywa Mungu atakuona. Kweli nilikubali, niliteseka sana na Ravunesi, nilitaka kukata tamaa, lakini hapana, sikukata tamaa Ikabidi hivyo hivyo nipambane, nalia sana, nalia sana, nimelia sana, sana sana, kwa ajili ya raesi. Namshukuru Mungu, baba yuko vizuri ai, anaomba mpaka hadi leo i yuko vizuriidi. Yesu, makofi kwa ajili ya usuda. una kitu kingine cha kumwambia mama mmoja, siku ya leo, siku ya na leo naambia wa mama wenzangu mliokuepo hapa Tuna watoto wana mambo mengi wanayafanya huko, wala hata hatujui. Mimi mwenyewe nilikuwa sijui labu ni anachokifanya siku hiyo, kupita kwenye mafuta hapa, kutakasa mikono yake, labu ni ndo kaja kufunguka, lakini alikuwa anafanya mambo mengi mimi nisi hatujui. Akirudi labu ni shuleni, nikimwangalia wala labu ni simuelewi, labu ni sihafui, labu ni sifanyi kazi yote. Yaani paka uniform kwaga, namfuria labu ni singo nafua. Yaani ukimwambia hapo, na maneno ya kisela hatari. Majibu anayokujibu hayo. Ai, Yaani, unalia, nilikuwa nalia kila siku. Namshukuru Mungu, amepona, iko sawa. Kwa hiyo mama wenzangu, tupambane kwa ajili ya watoto wetu. Watoto wetu wanapotea sana. Na ravnes na yeye yupo hapa siku ya leo, aja mshukuru Mungu alichomtendea Amen. Tusipigie Bwana Yesu makofi, tusipigie Bwana Yesu makofi. Ravnes mwenyewe ndo huyu hapa. Karibu Rafn, uongee neno moja tu kwa kile ambacho amekisema mama. Bwana Yesu asifiwe, kanisa. Amen. Kwa jina langu naitwa Ravne Simon, napenda kumshukuru Mungu sana kwa mambo makuu alionitendea mamangu. Ameongea kila kitu, yote ni ukweli kabisa. Mimi nilikuwa navuta bangi, nilikuwa nakunywa pombe, sio bia, yani pombe kali, spirit. Nilikuwa navuta skanka, sigara, zote mnazozijua: bangi, skanka, sigara shisha spiriti zote, nilikuwa mtukutu, yaani nikigombea mtukutu, namaanisha mtukutu. Ilifika kipindi mpaka mimi natembea na visu, marafiki zangu wengi walikuwa ni wa kiume wavuta bange wasera, nilikuwa siwezi kukaa na watoto wa kike hivi nikakapiga nao story, nikitoka shule napita kwenye eneo wanapouza hizo bangi kwa mapusha, nakaa pale tunanyonga, tunanyonga, alafu tunakuwa tunavuta kwa hiyo mimi nilikuwa navuta haswa, nilikuwa navuta, nilikuwa mkorofi, napigana na wanaume. Yaani mimi ngumi, ukinichokoza kidogo ngumi. Tuna yani, nakupiga na kisha mpaka umetoka damu. Kwa hiyo iliendelea hivyo, nikawa ovu, yani nilikuwa msichana mbabe, mbabe nikitembea kibabe, yani kontawa, ndo mimi najita kontawa, walikuwa yani, naniita miss wanted, natafutwa muda wote. Kuna kipindi tukapo shuleni mi na marafiki zangu au wenzangu tunavuta wote bangi. Tukao tunatafutwa na mapolisi. Sasa sisi tulivyoambiwa kwamba kuna mapolisi wanatutafuta, Tukabidi sasa tunyanyuke darasani tutoke nje. Tunatoka nje pale getini, wao mapolisi wanaingia ndani. Kwa hiyo tukao tumepishana nao. Wanaingia, sisi tunatoka. Hatukurudi shule wiki nzima. So kama nirudi nyumbani kwenda kwa ashikaji hivyo, na hicho chumba wanachokaa ni wavulana tu, mi peke yangu wa kike peke yangu wa kike. Tunakuwa tunavuta tunauza bangi hiyo, shisha inakuwa inachanganywa na, na madawa kulevya na pombe kali, chini tunakuwa tunavuta, visu havikosekani kwenye kiuno, kwamba ukinikosea na kuchoma na visu. Kuna kipindi mama walivyokuwa nalazimisha kuja sana kanisani, nikabidi nitoroke nyumbani, nikaondoka nyumbani, nikaenda kwa washikaji zangu pale Kimara Korogwe. Pale Kimara Korogwe sisi tulikuwa hatulali kuvuta kuanzia saa kumi jioni mpaka saa moja asubuhi, ni kuvuta kunywa, kuvuta skanka. Sana sana ilikuwa ni skanka na shisha, skanka, shisha. Muda mwingine skanka ikikosekana, kuna muda inabidi ipande kwao, unauza gramu moja elfu mbili kwao, si tunaona elfu mbili hiyo ni kubwa. Tunakuwa tunavuta tuna bangi, yaani ikafika kipindi mimi saa kumi usiku, kundi la vulana ni wengi sana, wamekaa wavulana wengi wakiume ni sura zao wakikaa hapo, ukipita mwenyewe unaanza kutetemeka. Lakini mimi nimekaa pale napiga nao story mpaka tawaona, alafu ni siogopage. Sasa niogope nini? hao shikaji zangu masera zangu, naongea mimi, naongea kiume, nilikuwa naongea yani ki, kiongea na mtu, wewe vipi wewe, hivyo yani, ndio hivyo mitoko yangu kwa. Lakini namshukuru Mungu, sasa hivi naendelea vizuri. Mapolisi walikuwa wanatafuta, wakifika pale kwenye kundi la wavuta bangi, mtu ameshika amebeba kibegi, sio kibegi, kwamba kibegi sijui kina nini hicho kibegi, kina kila kitu humo kuna kigrenda cha kusagia hiyo skanka unasugua una, una, hivi skanka inakaa vizuri, mnaweka mnavuta kwa kitokeza hivi. Mapolisi amna mtu anayekimbia, ila watu wanarusha vibegi chep, wanatulia kama vile hakuna kitu. Kiwake naendelea, wakiondoka tunaendelea. Sasa sometimes wakiwa hivi ah, nduki, amna mtu, anaku, bua, moja, ninyuka, kivyake nakuja wanakuja ananyanyuka unaunga, usiulize nini, yani we nyanyuka, kimbia, ukichelewa tu imekua kwako. Kwa mimi nilikuwa nakimizaa sana na mapolisi hivyo, maisha yangu yalikuwa mabaya sana lakini toka nilivyokuja kwenye yale maombi ya siku ishirini, namshukuru Mungu nilipokea na nimepona. Sasa hivi sitaki hata kusikia harufu ya bangi, sinywi pombe, nimekuwa mtoto mzuri, naipenda familia yangu. Amen. napenda kuwashukuru kanisa, napenda kumshukuru babaangu Profeti, na mama angu, na mama Margaret pia na wachungaji wote asanteni sana na Mungu abariki na wapenda, amen. Jamani, tumshangilie Yesu! Huo muujiza sio muujiza? Mungu anatenda hatendi? Ongeza tena makofi kwa Bwana Yesu. Halafu kingine, nimeteseka sana, yaani nimeteseka, tulikuwa tuna vitu vingi tumeuza, tulikuwa tuna ng'ombe wengi, mbuzi wengi, tumeuza wote wakaisha kwa ajili ya lamnisi miye, maisha yakaya amenishinda, tukukaa hapa Dar es Salaam. Sasa kuna siku baba akaniita, akaniambia mwanangu, njoo kuna kama kuna watu wanataka niombee kama mnaamini mtapata nyumba. Mimi nikakimbia nikaja hapa mbele. Nilivyosema hapa mbele mwana akaniangalia kama mwanangu, jinsi hivyo hivyo ulivyo, huna hata hela. Lakini mwanangu utapata nyumba. Nikamwambia Amina baba, nikaamini hilo. Sasa tukaenda tukaenda mama mwenye nyumba na baba mwenye nyumba. Kodi imetushinda. Sasa tunafanya nini? Baba mwenye nyumba sio, akanipigia simu. Anambia sitaki nikuone nyumbani kwangu. Na hiyo hela ulikipata akatafutia chumba kingine. Kwa nini unang'ang'ania chumba ni kwangu? Eh, sasa nikamwambia mimi nitafanya nini? Afu nikakumbuka baba alichoniambia: "Mwanangu, jinsi ulivyo utapata nyumba." Kweli nikakaa, baada ya siku mbili tatu nikapigiwa simu na mwanangu mkamwambia, mama uko wapi? Nikamwambia baba, niko nyumbani. Kesho ninataka kuondoka na wewe, kuna sehemu tunaenda. Nikamwambia haya. Kesho yake kweli mimi nikapuuzia, akanipigia simu, mama umejiandaa? Nikamwambia ndio; kumbe nilikuwa bado sijajiandaa. Nikajiandaa haraka haraka, nikampigia babake simu akarudi, tukaondoka, tukaenda mpaka Lichanika kaenda katukabidhi nyumba kubwa nzuri, kama baba aliposema, itakuwa na vyumba vya wapangaji, vimekuwa hivyo hivyo, hivyo. Kwa hiyo namshukuru Mungu nipo kwangu Chanika. Nasema baba, asante. Mungu akubariki sana pamoja na mama profeti. Amina.